Na mimi naitwa uh, Isa Saidi Mkiba, meneja wa mauzo na masoko kwa kampuni ya FUAD Travel and Tours Limited. E, kampuni yetu imeanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Dar es Salaam. E, na yetu imeanzishwa mwaka 2024 mwezi Julai. Paka sasa hivi na miezi minane katika utendaji wake wa kazi na biashara zetu kuu tulizoanza nazo ni mbili, ya kwanza tumeanza na biashara ya ukataji wa tiketi za ndege za ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi vile. E, vile tunashughulisha na utangazaji wa utalii kwa mbuga zetu za wanyama pamoja na vivutio mbalimbali Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Ilipofika e, mwaka elfu mbili na ishirini na tano Januari tukawa tumeamua kampuni ikawa imekaa imeamua kuanzisha uh, kitengo cha agriculture cha kilimo. Sasa sisi tumeanza moja kwa moja na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za kilimo kutoka kwa wakulima moja kwa moja mikoani kuja kuziuza kwenye soko la ndani hapa Dar es Salaam na mikoa mbalimbali. Bidhaa zetu ambazo tumeanza nazo kuzinunua kuzi, na kuziuza kwenye soko la ndani ni pamoja na asali ambazo tunazipata kutoka Tabora na Singida vile e vile tuna, uh, tuna mazao ya zabibu ambayo ambayo yaliokawishwa ambayo tunapata Dodoma vile vile tuna, tuna mazao mengine ambayo tunanunua na kuuza katika soko la ndani kwanza pamoja na korosho ambazo ziko ambazo ni raw raw uh, cashew nuts ambazo hazijafanyiwa processing yoyote vile vile tunauza korosho ambazo zimekuwa treated, ambazo ni fried, tunazikaanga sisi wenyewe, ambazo tunazichanganya tuna na viambatanisho mbalimbali kwa ajili ya kuweka ubora zaidi. Vile vile tunanunua tuna na kuuza uh, sunflower. Sunflower huwa tunazinunua kutoka uh, kwenye soko la kilimo Singida, ambazo ni alizeti hizi huwa tunazikausha ambazo na tunaziuza katika soko la ndani. Sasa katika mipangilio yetu tukaona kwamba, uh, tuweze kutafuta tujiingize, tujikita katika soko ya nje ambayo export market, na kwa sasa hivi sisi ni wanachama wa uh, chama cha wafanyabiashara Tanzania na wakulima, ambacho ni Tanzania Chamber of Commerce. Kwa hiyo sisi ni wanachama ambao tumepata certificate yetu mwezi huu uliopita mwezi wa, wa pili. Kwa hiyo sasa tumejiunga katika hiki chama kwa ajili ya kutafuta masoko ya nje ili tuweze kutambulika ndani na nje. Kwa hiyo hasa madhumuni yetu kujiunga na chama ni kuweza chama chenyewe itusaidie katika kutafuta masoko ya nje, ukiona kwamba dunia sasa hivi imepanuka me, ukienda kama mfanyabiashara tu wa kawaida ambayo kuna chama chochote ambacho kinaweza kukulinda, swala la kuweza kuuza bidhaa zako na kuingia kwenye mikono ambayo si halali ni mkubwa sana. Kaa, kaa, kwa hiyo ndiyo maana kampuni kama imekaa bodi ya wakurugenzi kakaa ikaamua kwamba tujiunge na chama cha wafanyabiashara na wakulima Tanzania ili tuweze kujisefuadi katika soko la kimataifa, kwa ajili ya kama kutakuwa na tatizo lolote, tuna chama kitakuwa kinaweza kutulinda kutu vile vile, la pili ni kwa ajili ya chama, vile vile kwa ajili ya kututafutia masoko kupitia kwenye, uh, exhibition mbalimbali expo mbalimbali za duniani na mikutano mbalimbali ya kibiashara ambayo tunategemea kwamba hivi uh, karibuni kutakuwa na mkutano ambao na exhibition ambayo itafanyika Toronto, uh, Canada, na sisi tumejisajili katika uh, delegation, tumo pamoja na watu wa Chemba na tumishapeleka majina ya wa wafanyakazi wetu ambao watahudhuria katika maonyesho ambayo yatafanyika wa amba tarehe wa, wa ishirini na tisa mwezi wa 4 mpaka tarehe mbili mwezi wa tano. Kwa hiyo hapa, bwana, ni ofisi kwetu, ndio makao makuu ya Fuad Travel and Tours Company Limited ambayo yapo hapa Kinondoni, uh, mtaa wa Mwanamboka na jengo la Mwanamboka Plaza ghorofa ya kwanza chatukuta hapa FUAD Travel and Tours. Vile uh, vile tuna kampuni yetu ingine tanzu ambayo inaitwa Air Fox Tours, uh, Company Limited ambayo iko mtaa wa Arusha Ilala, Dar es Salaam, na inatoa huduma za kukatajwa tiketi za ndege za ndani na nje ya nchi pamoja na utangazaji wa utalii vivutio vya utalii vya Tanzania pamoja na Zanzibar. Na namba zetu za simu ukitaka kutupata ni hizi zifuatazo: 0752 03 07 64, 0752 03 07 64. Tunawakaribisha wafanyabiashara mbalimbali ambao wako kwenye chama wa chemba na siokuwa wana chama wa chemba kwa ajili ya kupata huduma zetu.